tawala barakati eh. <coughs> Kwa majina naitwa Maulid Hamis Jamadari ni mm, mwenyeji wa Mbeya, pia ni mgombea udiwani kupitia kata ya Majengo, lakini leo niko hapa kama mdau wa elimu na pia kama mwana Mbeya ili kuweza kuongelea jambo muhimu, jambo la elimu. Kwanza ni ushukuru uongozi wa msikiti na pia shehe wetu shehe mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa wazo zuri la kuleta ujenzi wa shule ya sekondari ambayo shule yetu inajengwa kupitia waislamu wenzetu. Mimi niweze kuasisitiza tu waislamu wenzangu kuwa tujitokeze kwa wingi. Umuhimu wa elimu ni lazima, jamii yetu iweze kuelimika ili iweze kuwa na maendeleo na iweze kuendana na dunia ya sasa. Mimi niwaombe waislamu wenzangu, tujitolee, tuweze kujitolea mwenye chochote kile aweze kujitolea ili tuweze kumaliza hili lengo ambalo lipo lipo le, lengo lililopo mbele yetu, ambalo lengo muhimu sana, lengo la elimu, ili tuweze kuelimisha jamii yetu. Mchango ni kwa mtu yoyote yule, awe muislamu awe mkristo, anakaribishwa aweze kuchangia, ili tuweze kupata maendeleo kwenye jamii yetu na tuweze kupata elimu iliyo bora. Mimi ni washukuru tu waislamu wenzangu, jambo nzuri, na tutaendelea kulipa sapoti sisi kama wanambea Tujitokeze kwa wingi ili tuweze kuchangia shule yetu ya Kiislamu ambayo inajengwa kutokana na jamii ya Kiislamu. Asante sana, assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatu. Mimi binafsi nimefurahi sana, nimepata ujumbe kwenye simu kwamba leo rasmi dua ya kuanza ujenzi wa shule yetu ya sekondari ya kwanza ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mkoa wa Mbeya inafanyika. Kwa hiyo mimi nashukuru kwanza kwa fikra hizi ambazo Shehe Msafiri Yaasi jamba amekuja nazo katika mkoa wetu. Moja ya majukumu makubwa na mazuri kwa taasisi hizi ni kuisaidia serikali, kusaidia serikali. Wazo la kujenga shule ya sekondari na hasa ya Kiislamu, ambao watoto wanafunzi watajifunza elimu ya dunia na elimu ya dini, inaoakika kwa pata watu waliokusha soma. Kwa mtazamo huo, serikali itapata viongozi wazuri, viongozi wa adilifu, na itakuwa rahisi e, kufanya kazi kwa uadilifu na uaminifu. Kwa njia hiyo wataisaidia serikali. Kwa hiyo wazo hili, jamani, ni zuri. Mimi kama mzee mmoja wa wazee hapa Mbeya, natoa wito jamani, fikra sh amekuja na fikra nzuri na kwa kweli ni fikra ambazo zimezamiliwa kabisa, kwa sababu hapo tayari nje wigo umezungushwa, kamati mbalimbali zimeundwa. Naomba tumpe tumpe sapoti, tumpe sapoti, tumsaidie kwa mawazo, kwa fikra, ili haya mawazo alionayo nayo yatendeke ya yatekelezeke, na itakuwa tumeweka hazina kubwa. Ndugu zangu Waislamu, wakina baba na jamii yote, yule mwenye uwezo mwenye nia ya kutoa chochote kile alichonacho akitoe kwa ajili ya kutekeleza hili jambo ambalo ni zuri katika mkoa wetu Asalamu alaykum warahmatullahi Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ndugu waislamu nimesimama mbele yenu hapa kwa siku hii ya Ijumaa shekhe ametuhamasisha kwamba baada ya kwa kuona siku bado zinakwenda hakuna jambo lolote linalotendeka, amekuja na fikra ya kuwa na shule ya sekondari <tutu> ya Kiislamu katika mkoa wetu wa Mbeya. Hatuna shule ya sekondari, lakini fikra hii ni nzuri kwamba watoto wetu waweze kupata elimu zote. Mm, wapate elimu ya sekula pamoja na elimu ya imani, eh, kama walivyozungumza wengine kwamba msomi yoyote ambaye anakuwa na elimu zote mbili ana hofu ya Mungu na yanayo elimu yani, anakuwa ni mtu ni mtendaji mzuri. Kwa hiyo shim alaikum, waislamu wote na hata wasiokuwa waislamu, hili ni jambo la maendeleo. Tunawaomba mwenye chochote, mwenye fedha, mwenye, mwenye vifaa vya ujenzi, basi awasiliane na viongozi. Mimi kama katibu wa BAKWATA wa mkoa wa Mbeya ndiye msimamizi mkuu wa shule hii inayojengwa na katika mkoa wetu. Tafadhali tafadhali, juu ya tafadhali, hebu tuoneni aibu, hebu tujionee huruma, si wenyewe pamoja na, na kiza, vizazi vyetu vinavyokuja eh. Uwanja upo hapo kwa muda mrefu, sasa hivi umeshazingirwa umezingishwa mabati eh, tayari kwa kujenga, lakini watu hawajitokei. Hawajitokezi na kutoa michango yao, na leo hii Wataalam wametushauri kwamba vyovyote vile itakavyokuwa, basi sisi tuanze kwa kiasi chochote tulicho nacho, tuanze eh. Kwa hiyo imesomwa dua hapa eh, kumwomba Mwenyezi Mungu atutakabalie nia yetu na hili jambo ambalo tunalitarajia, basi tuanze hivyo hivyo kwa kiasi kidogo, lakini huku tukiendelea kujichangisha hmm. Mwenye chochote ile sione yae. Mwenyezi Mungu atakulipa kwa lolote lile, lakini wewe nia yako ile unayoweka kwa ajili ya ujenzi, hata kama ni tofali moja, lakini ndilo linaloweza likajenga gorofa. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu Waislamu, hebu tujitokeze kwa wingi. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi alih wasalam kwa jina naitwa Ustadh Hassan Katanga, mjumbe wa Baraza la Mashekhe Mkoa wa Mbeya, ndio tunamsaidia shekhe wetu wa mkoa wa Mbeya. Ama ndugu zangu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu wapenda maendeleo katika nchi yetu hii ya Tanzania, sisi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA katika msikiti wetu mkubwa ulio barabara ya nane katika kata ya maendeleo wilaya ya Mbeya jiji, tunayo furaha sana kuwaomba watanzania wote kwa ujumla wetu, wake na waume, waislamu na wasiokuwa waislamu, wale wenye kupenda maendeleo, tunaomba tuchangie swala zima la ujenzi wa shule yetu ya sekondari iliyopo kata ya Maendeleo, nyuma ya msikiti mkubwa wa mkoa wetu huu wa Mbeya, kwani maendeleo ya shule ndio maendeleo ya kupata vijana waliokuwa wema na wazuri katika mazingira ya kusoma na kupanua elimu na kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya swala zima la elimu. Elimu ni kitu kikubwa sana ambacho tunatakiwa tukitilie nguvu na tutie shime na nafsi zetu, nguvu zetu na kujitolea kwa wingi ili jengo lile liweze kujengwa tupate manufaa ya wote. Mwenyezi Mungu anasema, hal yastawi alladhina yaalamun walladhina la yaalamun, hawawi sawa mwenye kujua na asiyejua. Kwa hiyo tutaona kwamba swala la ujenzi ni, ni, la, la shule ni swala muhimu sana, tumuunge mkono shekhe wetu wa mkoa, lakini pia tumuunge mkono Mheshimiwa Mufti wa Tanzania ambayo ni miongoni mwa maagizo ambayo anapenda sana kuona Waislamu tunajikita katika swala zima la elimu. Kwa hiyo tujitolee nguvu zetu na tujitolee vile tulivyonavyo mfukoni alizoturuzuku Mwenyezi Mungu, ili tuweze kufanikisha swala zima hili, na si kwamba pesa tu, la unaweza ukawa na lo, mawe ukaja ukatupa pale mchanga, eh, kokoto. Kwa hiyo vitu kama hivyo unaweza ukajitolea mwenyewe ukanunua kokoto yako ukaleta, ukanunua mawe ukaleta, chochote unachoona kwamba hiki kinafaa. Hata ukanunua nondo moja ya milimita kumi na mbili, ukanunua ukaileta ukaibeba mwenyewe ukaileta, itafanya kazi kubwa. Tufanye hima, Mwenyezi Mungu atusaidie na atujalie tuweze kuwa katika kufanikisha jambo hili na atupe uhai mzuri, na Mwenyezi Mungu ajalie watoto wetu watakaosoma wawe raia wema katika nchi yetu hii ya Tanzania. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Kwa majina, ninaitwa Samkiwa Mashaka Khatibu, ni mtumishi wa serikali ndani ya jiji la Mbeya. Nimehudhuria katika hafla hii ya kuomba dua kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa ujenzi wa shule ya kiislamu um, mkoa wa Mbeya. Nilipopata mwaliko kutoka kwa shekhe, nikaona jambo hili adhimu siwezi kulikosa, hasa kutokana na umuhimu wa jambo zima la umuhimu wa elimu katika jumuiya ya kiislamu. Ndugu zangu waislamu na wasiokuwa Islam. Bahati nzuri mimi ni mnufaika wa shule za Kiislamu, nimebahatiwa kusoma katika seminari za Kiislamu. Miongoni mwa mambo tuliyofunzwa, sio tu mambo ya kisekula, lakini pia tulikuwa tukifunzwa mambo ya imani na maadili mema kwa jamii tunayoihudumia. Nimesoma katika shule za awali ambazo naamini zilianzishwa au zilijengwa katika fikra kama hii ambayo Mufti pamoja na shekhe wa mkoa wanairatibu na kuisimamia kwa nguvu. Kupitia kwenye harakati hizi, wazee wetu walifanikiwa kuzijenga shule kadhaa. Miongoni mwa shule hizo ambazo naweza kuzikumbuka haraka haraka, ambazo Baraza la Waislamu ili imezimiliki eh, ime, au imeanza kuzijenga zilikuweko shule zile za muslimu karibia, karibia nchi nzima. Ukiangalia kuna Kinondoni Muslimu, kuna Jumuiya Tanga, kuna Alharamaini, kuna um, ziko shule nyingi pamoja na taasisi nyingine ambazo zilipata mwamko baadaye, kuendelea ujenzi wa shule mbalimbali za mbali mbali kiislamu, shule hizi zimetoa wan, eh, wahitimu mbalimbali mbali. na wahitimu hao wanaihudumia taifa letu katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kitabibu, za kihandisi, za kiualimu, za kidini, za kikemia na kadhalika na kadhalika. Na kadhalika. Alakuli hali e, kupitia kwenye shule hizi tumeweza kupata wanufaika wengi ambao wanaitumia wanaitumikia jumuiya ya kiislamu na wanaitumikia taifa kwa ujumla wake. Dhana ya kujenga shule ya kiislamu ndani ya mkoa inaongeza chachu ya kuongeza wahitimu ambao mwisho wa siku watakuwa wameelimika katika maeneo yote, kwa maana ya kwamba eneo la like kisekula na pia watajengwa kiimani, na hivyo wanapokwenda kuihudumia jamii ya Kitanzania bila shaka wataihudumia kwa uaminifu na kwa maadili yaliyonyooka. Kwa hiyo nitoe heshima kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu kupitia kwenye michango yao kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyo ruzuku kuchangia kidogo kidogo, ili hatimaye jambo hili kubwa na la muhimu liweze kufanikiwa. Bila shaka, uh, mradi ni mkubwa, unahitaji fedha nyingi, lakini uh, mia ilianza, alfu ilianza na mia. Kwa hiyo tukitoa alfu na alfu tutatengeneza alfu mbili, na mwisho wake tutatengeneza laki, tutatengeneza milioni, tutatengeneza mamilioni yanayotakiwa. Kwa hiyo kwa kadri tutakachojaliwa, tusione hofu kuto, kuchangia kidogo kidogo. Miradi mingi mikubwa imefanikiwa kupitia katika harakati hizi hizi ndogondogo. Kwa hiyo niwape shime ni waislamu wa, Islam, wa Mbeya na Tanzania kwa jumla, lakini pia niwape heshima raia wote wa Tanzania kwa sababu mradi unaoenda kutekelezwa ni mradi utakaotengeneza utakaoenda kuboresha mazingira mazuri ya, watoa, ya kuelimisha jamii, jamii yenye maadili ambayo mwisho wa siku itaepukana na harakati mbaya katika kuihudumia jamii ya Kitanzania. Kwa haya machache, niwape wa, ni ni shime tena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.